Ahibati fillah inna nastaqbilu dhayfan azizan ghaiban. Tunajianda kumkabili mgeni, tunajianda kumpokea mgeni, mgeni ambaye kwamba si mgeni kama wageni wa kawaida, ni mgeni mwenye hadhi yake ni mgeni mwenye heshima zake, na huyu mgeni hatutembelei kila mara, anatutembelea kwa mwaka mara moja. Na akija kuketi nasi, hatoketi mpaka tumchoke, hasha wakalla. Mwenyezi Mungu alitueleza masiku ambayo kwamba amba ataketi pamoja nasi, ayyaman ma'dudatin ni masiku kidogo sana, masiku ya kuhisabika. Falaqilu huwa alladhi yasta'idu lidhaifihi qabla an yanzila alayhi, mtu mwenye busara, mtu mwenye akili ni yule ambaye kwamba anajiandaa na maandalizi ya kisawasawa ikiwa anamtarajia mgeni mwenye hadhi, anajua huyo mgeni akija atashukia wapi, huyo mgeni atakula nini kwa siku ambazo kwamba nitakuwa pamoja naye. Kwa hakika mtu mwenye maandalizi kama hayo kabla mgeni hajamshukia inaonyesha ni mtu mwenye busara na ni mtu mwenye akili. Innahu shahrul Qur'an,

mgeni ambaye kwamba tunamtarajia ni mwezi wa kufunga funga ya faradhi faman shahida minkum shahra falli yasum. Mwenyezi Mungu anatuambia yeyote ambaye kwamba ataupata mwezi wa Ramadhani akiwa na afya yake na si msafiri, basi awe ni mwenye kutekeleza wajibu ya kufunga saumu ya Ramadhani. Ni mwezi wa ukarimu

wadhalika kulla leila, kulla leila kuna watu Mwenyezi Mungu anawawacha huru na moto wa jahannam. Na hilo la kuwachwa huru na moto wa jahannam ni kila usiku katika usiku wa Ramadhan, usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu, usiku wa nne, hadi usiku wa mwisho wa Ramadhan, kuna watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewawacha huru na moto wa jahannam.